Kanyarukoluwewi mwawi mwatinasi. Sasa wapendwa, itende iliyo haki, maana huku kana mno kwa yes. Hivyo niseme tu, nazingatia yote na yafurahia yale yote ambayo yamesemwa na ninaomba tuyalekeze kwa Mungu yale ambayo ni ya utukufu wake na yale ambayo ni ya mapungufu yangu ambayo ni mengi ambayo yamedai uvumilivu wenu katika miaka hii yote, basi hayo mniachie nibebe nayo sasa. Majimbo ya mafinga ambayo mbako ndio wamezaliwa huyo askofu wa wetu na tumempata huko, na jimbo la Iringa kwa niaba yenu, nina kakaratasi hapa ambako kanasema kwamba mambo yataendelea, lakini kwa sasa hivi wanatoa mimi mwenyewe nikiwepo zawadi ya milioni sabini ambazo zimechimbukia benki, na ninavyoelewa. Nikielewa vibaya, basi mtanisamehe. Lengo hasa ni kumwezesha awe na chombo cha kuzunguka kuziona familia, jumuia na parokia zetu, vikaria zetu na hata kuwatembelea wageni na pia kuwatembelea wazee wenzake. Sasa kwa vile ah, tunaongelamuwenu, ninapenda kwa niaba yenu kumwambia mwanangu, askofu wangu, kwamba tuna kagari ambako kuanzia wakati michango yetu inaendelea, kapo kagari hako nitakukabidhi mwanangu. Kaprado fulani kapo huko ndani basi, naomba nikabidhi.